Aaksamila katibu mbele, naibu waziri, mheshimiwa Mnjuma, naibu waziri wa habari utamaduni sana na michezo, ndugu Gerson Msigwa, katibu mkuu wa wizara ya habari utamaduni sana na michezo na msemaji mkuu wa serikali, ndugu Meksela Tonda, naibu katibu mkuu wa wizara ya habari utamaduni sana na michezo ndugu Karia, rais wa TFF, ndugu yangu Jabil, rais wa ZDFF, lakini pia kiongozi wa msafara wetu wa timu hii ya Taifa Stars huko Morocco, viongozi wote wa BMT na wakurugenzi wa wizara, ndugu wachezaji, benchi la ufundi kochi, na ndugu zangu wote wa Dar es Salaam na waandishi wa habari Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Hai mazaji oye. Nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu kwa kuturuzuku hai lakini kutujalia afya ambayo imetufanya sote tukusanyika leo hapa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kwa tukio hili muhimu sana mwanzo huu wa mwaka, na kuipokea timu ya Taifa Stars ambayo ilishiriki mashindano ya AFCON ya mwaka 2025 ambayo yanafanyika nchini Morocco. Tanzania kwa mara ya kwanza imeweza kuingia katika timu 16 bora au mechi za mtoano au knockout, na imecheza mchezo mzuri sana ilipopambana na Nigeria, ilipopambana na Tunisia na mchezo wa mwisho wa Morocco. Wachezaji wetu wameonyesha umahiri wa hali ya juu katika mchezo wa kabumbu, lakini wamecheza kwa kujitoa kwa moyo wao wote na hakika wameipa Tanzania heshima kubwa sana, na ndio maana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kwa hatua hiyo waliyoifikia ya kulipambania taifa letu katika mchezo huu wa Afcon. Na sasa Tanzania imeingia katika timu shindani za mashindano ya Afcon na sio mshiriki au msindikizaji. Kisha kwao na Watanzania wote salamu nyingi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ameniagiza nifike hapa kuwapokea wachezaji, ambao baada ya mechi yao alichukua uamuzi wa kuwapelekea ndege ambayo imekwenda kuwachukua na kuwaleta hapa ikiwa ni moja ya dalili au moja ya ishara ya kuheshimu kazi kubwa ya kizalendo ambao wameifanya. Nami nichukue nafasi hii kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha Taifa Stars kwa hali na mali, lakini kuiwezesha sekta ya michezo kwa hali na mali kufikia hatua hii ambayo tumefikia, na yeye mwenyewe tarehe kumi atakutana na wachezaji wote wa Taifa Stars na wachezaji wa michezo mingine ambao wameshinda katika mashindano mbalimbali ya riadha yao ya cricket, kwa chakula cha mchana pale ikulu ili huweza kuwapongeza wote kwa kazi nzuri ambao wameifanya <coughs> siku njema huonekana asubuhi na timu ya Taifa Stars imeifanya siku yetu njema in inayotuanzishia mwaka 2026 katika sekta ya michezo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 kuja kuwapokea wenzetu, kuwapa hamasa, lakini kuonyesha tunathamini shughuli kubwa walioifanya Moroko. Ombi langu kama alivyosema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ndugu wana Dar es Salaam na watanzania wote, tutunze amani ya nchi yetu, tuilinde amani ya nchi yetu, tuulinde umoja wa taifa letu, tuulinde mshikamano wa taifa letu na moja ya vitu ambavyo vinaashiria umuhimu wa amani katika taifa lolote ni ushiriki wake katika michezo. Tumeweza kushiriki katika michezo Moroko na tutashiriki sehemu nyingine, kwa sababu sisi ni nchi yenye amani, sisi ni nchi yenye umoja, sisi ni nchi yenye mshikamano. Na hayo yote yatufanye sasa, kwa wipi mkubwa zaidi, tuendelee kuilinda amani ya nchi yetu, wakati tunafanya mambo mingine yote yawe ni ya kujenga nchi yetu, yawe ya kuimarisha utawala bora, yawe ya kuimanisha mifumo ya, ya, ya haki, yawe ya kushughulikia changamoto mbalimbali za watanzania wa rika zote. Amani ni msingi wa taifa letu, na amani aungozo ya taifa letu, na amani ndio alama ya Utanzania. Hakuna taifa ambalo halina kitu linachokithamini, taifa ambalo halina kitu ambacho linakidhamini na liko tayari kwa gharama yoyote kukilinda, basi taifa hilo halitambui wala halitanabahishi taifa hili. Moja ya vitu ambavyo vinalitanabahisha katika ulimwengu huu na katika ukanda huu wa bara la Afrika, kwamba ni nchi ambayo imejenga umoja, ni nchi ambayo imeimarisha mshikamano, ni nchi ambayo imetunza amani, lakini ni nchi ambayo ina uwezo wa kukabiliana na matukio mbalimbali na kutatua changamoto mbalimbali mbali, kwa njia ya mazungumzo, kwa njia ya maridhiano, kwa njia ya kukaa mezani na kufanya mambo yote, na moja ya nyenzo hizo kubwa ni michezo. Kwa hiyo hamasishi vijana wote wa Tanzania, tushiriki katika michezo. Michezo sasa ni burudani, michezo sasa ni ni, ni, ni, ni ajira, e, michezo sasa ni alama na fahari ya taifa lolote lile. Nandio mana Dkt. Samia Suluhu Hassan amewekeza fedha nyingi katika sekta ya michezo, iwe ni ujenzi wa viwanja, uimarishaji wa miundombinu mbalimbali, na sasa uimarishaji wa timu ya Taifa Stars. Na wengi wamesema, sasa tumeona matokeo ya maandalizi mazuri ya timu zetu. Kwa hiyo nichukue fursa hii ni tena kuwashukuru Watanzania wote ambao wamejitokeza, ambao wamekuja ili kuwapokea ndugu zetu wa moment, kuja, Taifa Stars na mengi tutayasikia kutoka kwa Mheshimiwa Rais tarehe kumi atakukutana na wachezaji wetu, lakini niwashukuru sana sana sana viongozi wote ambao tumekusanyika hapa. Tanzania ni moja, itaendelea kuwa moja. Tanzania ni imara na itaendelea kuimara imara, bila ima kuteteleka. Watanzania ni wamoja na wataendelea kuwa wamoja na hawataruhusu kugawanywa na na, na mtu yoyote kwa kisingizio chochote kile, lakini wa Tanzania ndio moja ya nchi ambayo wanathamini michezo na hasa kabumbu au soka, na leo timu ya Taifa Stars imetupa raha kubwa sana, imetupa furaha kubwa sana, imetuongezea fahari. Taifa Stars oye! Oye! Dr. Samia Suluhu Hassan! Basi baada ya hayo niwaambie wote tujiandae sasa, huu mwaka wa 2026 26 mpaka 27 kushuhudia soka yetu ikizidi kukua, kushuhudia michezo yetu mingine, iwe ni cricket, iwe ni mbio, iwe ni ngumi ikizidi, iwe ni masumbwi ikizidi kuimarika, ili Tanzania iendelee kung'aa pia katika tasnia hii ya michezo.